Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi Tanzania yote watakuwa wamesimamisha shughuli zote kwa ajili ya uchaguzi. Ndugu wa Tanzania, nawasihi na nawahimiza sana, twende tukafanye maamuzi kwa ajili ya kuamua nani atakuwa kiongozi wa taifa hili, nani atakuwa mbunge wako, lakini nani atakuwa diwani. Mimi nawashauri tu wakazi wenzangu wa Bunda, kata yangu ya Bunda Mjini, jimbo langu la Bunda na watanzania wenzangu, wasihofu chochote. Nimejaribu ni kusikiliza vyombo vya usalama, wametuhakikishia usalama upo, hakuna vurugu. Kwa hiyo twende tukapige kula tukiwa kifua mbele, tukachague viongozi, kachague kiongozi unayemhitaji kuanzia diwani, mbunge na rais, pasi na shaka. Ninaamini nina uchaguzi huu tunakwenda kutiki tu tunakwenda kutiki kwa kuwachagua wachaguzi na wachagua sasa. Tukitiki tunayemchagua ndio huyo huyo. Tarehe ishirini na tisa naenda kapige kula, rudi nyumbani kwako, kaa kwa amani na kwa utulivu. Ni hakuna uchaguzi ulioko na utulivu kama uchaguzi huu. Nimeshiki chaguzi tano na zote mpaka leo, huu utakuwa ni uchaguzi wa tano. Chaguzi zetu za Tanzania huwa ni za amani. Ni nchi ya amani, kisiwa cha amani hakuna Mtanzania yoyote alishaenda kwenda kupiga kura akapata magharibu ya aina yoyote ile. Kwa hiyo ni waombe tu wananchi wote watanzania wenzangu, tujitokeze kwa wingi kwenda kutiki kwa kiongozi unayemtaka.